Sana kwa, kwa mara ya kwanza tangia habari ambayo wanakabizwa mwenge wa uhuru kwa wa nimekutana, na siku zote habari zilikuwa zinatoka ndani ya mkoa wa Tanga kwa sababu wanahabari walikuwa wakifanya kazi nzuri, na mimi binafsi nawashukuru sana na nawapongeza sana wanahabari ambao mlikuwa nasi tangia mwanzo hadi mwisho wa siku leo. Mimi naamini kazi yenu hii mnaifanya kwa weledi, lakini pia na mheshimiwa mkuu wa mkoa najua atawaandalia jambo ambalo, kwa kweli, wanahabari halitosahaulika katika maisha yenu. Lakini jambo la mwisho kwa wanahabari, mheshimiwa mkuu wa mkoa, ikiwezekana hata vyeti vya shukurani wapatie kwa kazi nzuri ambayo wamefanya, ili na wao wakipeleka kule kwenye ofisi yao wajie kwa kweli walifanya kazi nzuri katika mwenge wa uhuru kwa mwaka 2025. Na mkoa wa Tanga tunakaribia kuhitimisha, lakini tuendelee kujipongeza kwa kazi nzuri ambayo imefanywa wilaya zote pamoja na mkoa wetu wa Tanga.